Trust Damas Land Agents tunakuletea nyumba, ndugu mteja. Nyumba hii ipo katika eneo la Kwarubaha, kijiji cha Kiparang'anda, wilaya Mkuranga. Nyumba ina vyumba vitatu, kimoja kikiwa ni master, ina sitting room, dining room, dining, ina public toilet, ina store, ina jiko. Ndugu mteja, nyumba kama unavyoiona Inapendeza, unafanya finishing tu, mteja unaingia nyumba hii. Eneo lake lina ukubwa wa square meter elfu, square meter elfu mbili na eneo linafikika kwa barabara. Kutoka barabara kubwa kilo road hapo, kama unavyoona barabara hiyo inaingia hapa, barabara hiyo unavyoona inaingia hapa site ni mita 500 tu kutoka barabarani. Karibu ndugu mteja, eneo hili ukilitaka, tupigie simu sifuri saba nane sita arobaini na saba Kumi na saba ishirini na saba, karibu tukuhudumie.